Na mtazamaji kuna matukio na matokeo, na yakitokea tunakujuza kupitia shajara ya chuo kikuu cha Nairobi. Bila shaka makala ni 32 ya shajara, popote pale ulipo, tukitumai huu mzima basi, karibu tuandamane hadi tamati. Langu jina ni Jimi Wambua, nami ni Mweni Yvonne, lakini kwanza tupate vidokezo. Hafla ya jukwaa la wasomi yafanyika chuoni ikidhamiria kuwasaidia wanafunzi kuzungumza masuala ambayo yahusu wanafunzi ambao tunaongoza na wanafunzi ambao tunalinda. Mpango endelevu wa The Aviation College washirikiana na shirika la ndege la Uholanzi na Kenya Airways kuzungumzia changamoto zinazokumba usafiri wa anga. Really, afya ya akili kama haki ya binadamu ya ulimwengu, wanafunzi wahamasishwa. And, and na jumuiya ya wanafunzi wa kike katika chuo kikuu cha Nairobi, WOSWA yaapisha viongozi wapya be Na mtazamaji, ofisi inayohusika na masuala ya wanafunzi hapa chuoni ya ungana na vyuo vikuu na taasisi ya masomo ya kiufundi kutoka kote nchini, ili kuandaa hafla ya jukwaa la wasomi. Hafla hii iliyofanyika mnamo tarehe 6 Oktoba katika ukumbi wa Chandaria ililenga kuguzia changamoto zinazoathiri wanafunzi katika elimu ya juu ikitaja matumizi ya dawa za kulevya na ukosefu wa ajira kati ya changamoto zingine. Mwandishi wetu wa habari Nuru Niazaro anatuarifu zaidi. Hafla ya jukwaa la wasomi iliyofanyika mnamo tarehe 6 Oktoba mwaka 2025 ililenga kujadili masuala yanayoathiri wanafunzi wa elimu ya juu ikiwemo matumizi ya dawa za kulevya, usalama wao na hata ukosefu wa ajira. Universities, TVETs, KMTCs, TTCs to discuss issues related to jukwa la wasomi. So we have come with a list of 10, and those issues will now download them during those two three days conference. Wengi wa waliohudhuria ni wakuu wa wanafunzi kutoka vyuo tofauti tofauti nchini. Mkutano um, wa leo kwanza kabisa umeleta Deans of student kutoka zaidi ya shule 300 kuzungumza masuala ambayo yahusu wanafunzi ambao tunaongoza na wanafunzi ambao tunalinda. Kiini cha mkutano huu kilikuwa kupata suluhu ya visa vinavyotokea kwa wanafunzi ikiwemo ukatili wa kijinsia, athari za afya ya akili, matumizi ya mihadarati pamoja na usalama wao wakirudisha kumbukumbu kumbu zao katika shambulio la chuo kikuu cha Garissa lililotokea mwaka 2015 na kusababisha mauaji ya takriban wanafunzi 148. Remember we had

And also we put measures in terms of uh, security agencies. Uhamasishaji na urekebishaji kwa wale walioathirika na mihadarati lilikuwa pendekezo kutoka kwa wengi wa waliohudhuria. Na katika sekta ya ukosefu wa ajira, ilisemekana kuwa wanafunzi wanafaa kujiunga na mafunzo ya kazi ili kupata ujuzi katika mashirika ya kiserikali yakishirikiana na yale ya kibinafsi. If we involve the students to talk and get involved in their own security matters. They'll bring forth all the underlying issues and they will own the process and that will help the country eventually. Jukwaa hili la wasomi halikuwa tu mkutano bali lilikuwa mwito wa mabadiliko wa hali ya usalama kwa vyuo vyote vikuu nchini Kenya. Nuru Nyazaro Runinga ya UNC. Kwingineko, sekta ya usafiri wa anga inakabiliwa na changamoto tofauti, zikiwemo za kiteknolojia na pia uzalishaji wa hewa chafuzi unaochochea mabadiliko ya tabia nchi. Katika jitihada za kukabiliana na changamoto hizi, waandalizi wa mipango endelevu wa The Aviation Challenge wakishirikiana na shirika la ndege la Uholanzi na Kenya Airways waliandaa kongamano katika chuo kikuu cha Nairobi, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa habari Whitney Lubidu. Taifa la Kenya linaweza kuongoza katika maendeleo ya anga safi barani Afrika ingawapo litazingatia ubunifu, utafiti na ushirikiano. Hii hapa ni taarifa zaidi. Sekta ya usafiri wa anga duniani ni mojawapo ya nguzo muhimu katika uchumi wa kisasa ikichangia ajira biashara na utalii, kulingana na ripoti ya shirika la usafiri wa anga duniani IATA. Hata hivyo, sekta hii pia imetajwa kuwa miongoni mwa sekta zinazochangia pakubwa kwa uzalishaji wa hewa chafuzi zinazosababisha mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mbali na masuala ya mazingira, sekta ya anga pia inakabiliwa na changamoto za kiteknolojia na kifedha ambazo zinazuia mabadiliko ya haraka. Changamoto hizi zimeendelea kuathiri ukuaji endelevu wa tasnia ya anga nchini. Kama wapata ndege ambazo tuko nazo ni za kitambo za 90s na 2000 kumaanisha ile teknolojia inatumia na teknolojia sahihi haziambatani. Kwa hivyo inabidi tunatengeneza ndege mpya ambazo zinaambatana na teknolojia sahihi. Katika jitihada za kukabiliana na changamoto hizi, mashirika ya ndege yameanza kuangalia mbadala wa mafuta wa kawaida ya ndege. KLM shirika la ndege la Uholanzi limekuwa mstari wa mbele katika kutumia mafuta mbadala yanayojulikana kama Sustainable Aviation Fuel au SAF. But we added it to the tank and we wanted to demonstrate that this could be done in a safe manner. And that's why I believe that piloting, demonstrating that you can do these things is a role we want to play and we have played a lot in the past as well. Shirika la Kenya Airways ambalo lina ufadhili mkubwa kutoka kwenye serikali limechukua hatua kuelekea uendelevu kwa kuangalia uwezekano wa kuzalisha SAF nchini kwa kushirikiana na sekta binafsi. Ingawa bado changamoto za ufadhili zinaonekana kukwamisha wanafunzi na taasisi ndogo, kwa kuwa sekta hii bado inaongozwa na mashirika makubwa yenye mtaji, wataalamu wa uhandisi wanasema kuwa maendeleo haya pia yanafungua fursa mpya kwa utafiti na ubunifu. Hauwezi hawezi laumu kampuni hizi kwa kuwa kila kampuni inatafuta kuendeleza biashara zao, lakini kama wanafunzi sisi tungetaka pia kupewa nafasi zenye zinaweza tosha na nafasi murua. Viongozi na wanafunzi katika vyuo vikuu waliohudhuria kongamano hili walizungumzia umuhimu wa kushiriki katika majadiliano na hafla za aina hii ili kujiandaa kwa nafasi zijazo katika sekta ya anga. Kama mimi sahii venye imenisaidia nikiwa holiday nilikuwa nafanya kazi Tarda kwa sababu ya event kama hizi. Kama wasemavyo wahenga, safari ya maili elfu moja huanza kwa hatua moja. Kupitia ubunifu, utafiti na ushirikiano, Kenya inaweza kuwa kitovu cha maendeleo ya anga safi barani Afrika. Nikiripotia runinga ya UNC, jina langu ni Mtazamaji. Afya ya akili ni nguzo muhimu katika maisha ya kila mwanadamu, na kama ilivyokuwa kauli mbiu ya hafla ya afya ya akili iliyoandaliwa hapa chuoni mnamo tarehe sita mwezi huu, hili ni suala lenye hadhi ya kuwa haki kwa wote katika kila pembe ya ulimwengu. Mwandishi wetu wa habari Safia Kamala alihudhuria hafla hiyo na anatupa taswira kamili. Chama cha wanafunzi wa udaktari cha Kenya kikishirikiana na kamati ya kudumu ya afya ya akili na chama cha uongozi wa wanafunzi UNSA kiliandaa hafla ya afya ya akili mnamo tarehe 6 Oktoba mwaka wa 2025 katika Chuo Kikuu cha Nairobi, kauli mbiu ikiwa ni afya ya akili kama haki ya binadamu ya ulimwengu mzima. Leo tulitaka kupatia ku, wanafunzi namna ya kujua kuhusu uh, mental health kuelewa nini ni iko uh, na kutoa hiyo uoga ya kuongea kuhusu mental health. Washiriki walieleza hisia zao, ikiwemo kuwapoteza wenza wao wa karibu kwa kuwa walikosa watu wa kuwaeleza changamoto wanazozipitia. Isitoshe, wengi wao walijihusisha na mauaji, huku wengine wakijihusisha na ulanguzi wa dawa za kulevya kutokana na msongo wa mawazo. Nimeweza kupoteza watu wa karibu na marafiki kwa njia zinazoletwa na msongo wa mawazo, kwa ndio maana nimekuja hapa leo niweze kushiriki hii hafla, nijue jinsi ya kusaidia kujisaidia mimi mwenyewe na pia kusaidia wenzangu. Chama cha uongozi wa wanafunzi Unsa wameweka mikakati ya kuhamasisha wanafunzi kuhusu mbinu za kutatua changamoto za kisaikolojia kwa kuanzisha kampeni za afya ya akili. Washiriki walikuwa na ujumbe kwa wanafunzi wanaopitia changamoto za kisaikolojia. Tuongee kuhusu tusi, tusikwe na hofu, tuongee na marafiki, na hata kama I know, um, kusoma si rahisi, huwa kuna shida ya hizo tofauti, lakini pata namna ya kupumzika. And even for myself I offer myself as a as a, as a, a counselor in my own way so that we can create access. Access is the most important thing kama uko na shida yoyote tutakusaidia and and it's not the end of life. Whatever happens we are here for you Hafla hii ni ukumbusho muhimu kuwa afya ya akili ni jambo la msingi katika maisha ya binadamu. Ni wito kwa jamii nzima kuzungumza na kusaidiana, ili kuweza kuondoa unyanyapaa unaozunguka changamoto za afya ya akili. Ni kiripoti ya runinga ya UNC. Jina langu ni Safia Kamala. Kwingineko, viongozi wapya wa muungano wa ustawi wa wanafunzi wa kike chini ya mwavuli wa WOSWA walikula kiapo cha uongozi mnamo tarehe 6 Oktoba mwaka huu. WOSWA ni jumuiya ya wanafunzi wa kike katika Chuo Kikuu cha Nairobi na waliandaa sherehe hii ya kiapo ili kuwatambulisha viongozi rasmi katika nafasi zao za uongozi. Duncan Jomo ni ripota wetu. Mnamo tarehe 6 Oktoba katika Chuo Kikuu cha Nairobi, jumuiya ya wanafunzi wa kike WOSWA iliandaa hafla rasmi ya kuwapisha viongozi wapya muungano wa ustawi wa wanafunzi wa kike. Hafla hiyo ilikuwa na lengo la kuwafanya viongozi kuwa na mtazamo wa kina kuhusu majukumu yao na kuwapatia utambulisho rasmi katika nafasi zao za uongozi. Woswa inalenga kuinua maisha ya wanafunzi wa kike kupitia kampeni mbalimbali mbali kama vile mchango wa sodo, kuhimiza usawa wa kijinsia na kuelimisha afya ya akili miongoni mwa wanafunzi. Uh, uh, hata hivyo, safari yao haijawa rahisi. Viongozi wapya walikumbana na changamoto mbalimbali mbali, walipokuwa wakigombea nafasi zao za uongozi wa Woswa baadhi walikumbwa na hali ya kutoelewana na wenzao huku ukosefu wa rasilimali za kifedha ukafanya kutambuliwa kwao kuwa kugumu. like viongozi like, wa Woswa waliahidi kuhudumia wanafunzi wa kike kwa uwazi, usawa na kuweka maslaha ya jamii mbele ya binafsi. Woswa inalenga kuimarika zaidi na kuwaguza imara ya mabadiliko chanya kwa wanawake katika elimu ya juu Hafla ya kuwapokeza viongozi wapya wa chama cha wanafunzi wa kike imeleta upepo mpya wa matumaini chuoni. Uongozi huo unaashiria kizazi cha wanawake jasiri walio tayari kusimama kwa haki na maendeleo. Nikiripotia runinga ya UNC, jina langu ni Duncan Jomo. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo, tutafikia kikomo cha makala ya 32 ya shajara ya chuo kikuu cha Nairobi. Shukrani za dhati kwa kuwa mtazamaji mwema na usikose kufuata UNC TV katika mitandao yote ya kijamii. Langu jina ni Jimmy Wambua, nami ni Mweni Hivoni. Kwa heri.